ada ya kumsimika askofu wa jimbo Katoliki la Iringa aifanyika viwanja vya Kichangani kwa Iringa. Na katika michezo na burudani, timu ya Lo FC yaichakaza timu ya Tarizim FC mashindano ya Interfaith. Habari mtazamaji, papote pale ulipo karibu tena katika taarifa ya habari inayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Utakuwa nami Telesia Chalamila lakini pia unaweza kutupata katika mitandao ya kijamii yani Instagram na YouTube at UoI Digital. Ibada ya kumsimika askofu mpya wa jimbo Katoliki la Iringa, Askofu Romanus Mihali, imefanyika katika viwanja vya Kichangani na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali na waumini wa kanisa Katoliki mkoni Iringa. Nelton Jaffet anaundaliya taarifa hii Askofu Romanus amesimikwa akichukua nafasi ya askofu mstaafu Ngalale Kumtwa aliyehudumu katika jimbo hilo kwa miaka 30. Askofu Ngalale Kumtwa amewakaribisha waamini na viongozi wa serikali kushuhudia tukio hilo muhimu la kusimikwa kwa askofu Romanus. Kwa heshima maskofu wakuu mliopo hapa maskofu maabate na wazee wetu kitaifa mliokuja kukubariki kwa uwezo, uwepo wenu, na ninyi nyote wenye mapenzi mema, kamwene munoge. Basi wapendwa nyote, wana wa Mungu tunakaribishana hapa kwenye viwanja vya Kichangani kama familia ya Mungu wa upendo, ambaye alitupenda katika mwanaye aliyeteswa akafa na akazikwa na akafufuka ili sote tuweze kuwa na amani mioyoni. Kwa hiyo siku hii ya leo ambapo tunamshangilia Mungu na kumshukuru ni adhimisho pia la kumweka wakfu askofu mpya wa Jimbo Iringa. Tuombe Bwana Mungu amshushe roho wake juu yake, huyu baba yetu wa kiroho, mlezi na mchungaji, ili wote tuwe salama na tuweze kutangaza na kuingia katika kundi la wale walioteuliwa ili kuweza kumruhusu Mungu ajenge e, ufalme wake katika mioyo ya watu. Nao waumini waliohudhuria katika misa hiyo wamesema kuwa wamefurahi kumpokea askofu mpya na kuwatakia matashi mema askofu aliyemaliza muda wake, kwani kazi aliyoifanya ni nzuri, na wamemuomba kuendelea kuwalea hao ambao wapo kwenye nafasi walionayo kwa sasa. mansmiali tukipokea kwa furaha na upendo, baada ya askofu tasisim iara ya kumta mustaafu. Tumefurahi kwamba tumepata askofu mwingine kwa jimbo Katoliki la Iringa.

Nyuma yangu ni geti la kuingilia katika viwanja vya Kichangani ambapo imefanyika misa ya kusimikwa kwa askofu wa jimbo la <coughs> <coughs> <coughs> Askofu Romanus Mihali. Mimi ni Nelson Japhet wa UoI Digital. Chuo kikuu kishiriki cha Dar es Salaam Mkwawa, mkoa wa Iringa, wamefanya mdahalo mkubwa kuadhimisha miaka 61 ya muungano wa Tanzania. Betina Chabila ana undani wa taarifa. UoI Digital imezungumza na mhadhiri wa chuo kikuu cha Mkwawa Dr Oscar Mgava ambaye anatokea kwenye kitengo cha sera mipango, uongozi na utawala. Pia alikuwa mzungumzaji katika mdahalo wa demokrasia na ajira. Amesema kuwa kufanyika kwa mdahalo huo ni nafasi kubwa kwa wasomi wa miaka ya elfu mbili. Katika mfumo wa elimu, elimu hutolewa katika mfumo ama rasmi au sio rasmi, na mifumo yote hii ina lengo la kumpa mtanzania au yeyote anayepitia katika mfumo huu wa maarifa na stadi mbalimbali uh, zitakazoweza kusaidia katika kustawisha maisha yake mwenyewe maisha ya jamii na aidha, ameongeza kuwa kufanyika kwa mdalo huo ni zoezi endelevu linalosaidia kustawi kwa elimu katika jamii kwa kutoa maarifa walionayo kwa watu wengine kwa kutumia mijadala kama hiyo u niendelevu kila wakati tunapokuwa na matukio mbalimbali ya kitaifa na siku um, muhimu um, za kitaifa kama uhuru um, um, au muungano na siku um, zingine katamia, ni vema tupate nafasi ya kutoa maarifa tuliyonayo kwa ajili ya ustawi wa jamii yetu. Pia Rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Mkwawa, Stephen Thomas Mgala, amesema kuwa mdalo huo na mingine mingi ambayo imekuwa ikifanyika chuoni hapo ina faida kubwa, kwa sababu imelenga maslahi mapana ya kitaaluma kwa wanafunzi. Daalo inayokuwa inafanyika mahali hapa chuoni inatufaidisha sana sisi kama wanafunzi, kwa sababu manyini zile mada ambazo zinachanuzwa au kuzungumzwa umemie mida zile mada ambazo zinakuwa zinalenga moja kwa moja masuala ya mapana ya taaluma na maisha yetu kama wanafunzi kwa ujumla. Nao baadhi ya wadau na wanafunzi walioshiriki katika maadhimisho hayo wamesema kuwa mdahalo huo umewapa faida kubwa kwa wao kuweza kutambua mambo ya kisiasa, kujifunza kuhusu sekta ya ajira kwa vijana na mfumo mzima wa masuala ya elimu nchini Tanzania, ikiwemo mitaala ya elimu.

kuhusu ajira pijama, kwa vijana amaelimu katika mdahalo huu nilioshiriki kwa siku ya leo, niweza kupata maelezo mbalimbali katika mitaala, katika pia masuala ya elimu kwa nchi sasa hivi, lakini pia maendeleo ya taifa hasa katika sekta ya elimu Ulikuwa ni mdahalo wa kuadhimisha miaka sitini na moja ya muungano wa Tanzania katika chuo kikuu kishiriki cha Dar es Salaam Mkwawa, mkoa wa Iringa, ambapo walikuwa wanalenga demokrasia na ajira kwa vijana na watu mbalimbali mbali wamejitokeza kushiriki katika mdahalo huu. Nikilipoti kutokea viunga vya chuo cha Mkwawa, jina langu mimi ni Betina Chambila wa UoI Digital. Taarifa yake Betina Chambila anatukamilishia habari za taifa. Tupate kwa mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi. Wa wafanyabiashara wadogo wa soko la Semtema mkoani Iringa wameeleza mbinu wanazozitumia kuendeleza biashara zao pale ambapo chuo kimefungwa. Mfanyabiashara Anet Nyagao ameeleza kuwa huwa anasoma alama za nyakati kulingana na uwepo au kutokuwepo kwa wanafunzi, hivyo analazimika kuongea na mtaji na kupunguza mahitaji kulingana na wingi au uchache wa watu kwa kipindi husika. Nakawekeza mtaji mkubwa wakati connection ya watu haipo, na ukizingatia biashara yetu semtembohtemaia Naye <muchasana> Na Frank Kakingo ameeleza kuwa huwa hafungi biashara ili kulinda mtaji wake hadi kipindi wanachuo wanaporejea <muchasana>

Eliza Kasuka ameweka wazi kuwa hawezi kuacha biashara licha ya kuwepo kwa hasara kubwa, kipindi wanachuo wanapofunga, inamlazimu kuikabili changamoto hiyo mpaka vyuo vinapofunguliwa. Kwa kweli kipindi cha wanachuo wakiwa wameondoka, mimi kwa biashara yangu asifai, kwa hiyo napumzika, kwa sababu naweza kufanya, lakini mtaji na hizo ndio changamoto wanazokutana nazo wafanyabiashara wadogo wa soko la Semtema. Nikiripoti kutoka soko la Semtema, mimi Birigita Mokiwaja wa UoI Digital. Asante sana Birigita Mokiwaja kwa habari hizo za biashara na uchumi. Mtazamaji, hii taarifa ya habari kutoka hapo UoI Digital, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Isaya Chio. Nikusihi endelea kuwa nasi Mchezo wa ligi ya ntafakati umetamatika katika viwanja vya Kigonzile, kati ya timu ya kitivo cha sheria na timu ya kitivo cha utalii, huku timu ya kitivo cha sheria ikiibuka na ushindi wa magoli mawili kwa sifuri yaliyofungwa kipindi cha kwanza na mshambuliaji wa Tali Benedict dakika za 18 na dakika 32. Baada ya mchezo huu kutamatika, viongozi wa timu zote mbili wamezungumzia mchezo huo, nao walikuwa na haya ya kusema <coughs>

Na... Kwa hindi ukiungo mifasi na kwa upande wa manahoza wa timu zote mbili walizungumza haya mara baada ya mchezo kumalizika katika uwanja wa Kigonzila. <coughs>

Hatuchoki kujifunza lugha ya Kiswahili kupitia msamiati maneno ambayo yameandaliwa na baraza la Kiswahili Tanzania yani Bakita, na leo nimekuandalia msamiati pachipachi. Twende tukajifunze, kwa baadhi ya wanafunzi wao watakuwa wanaelewa nini juu ya msamiati pachipachi. Nimekuja na neno pachipachi, ushawahi kukutana nalo au ushawahi kusikia hata kundi la watu wakiongea kuhusu msamiati pachipachi? Pachipachi, uh, msamiati ni mpya kwangu Haujawai sikia sehemu yoyote? Sijawai kusikia msamiati. Ni sawa. Ukisikia watu wanasema kwenye, labda tuseme, katika kundi la watu, yaani watu walikuwa patipati, kana kwamba hamna hata sehemu ya kupita, hautafikiria au utajenga fikira gani kwenye kichwa chako? anapo kwa notion, ulivyoniambia hiyo ina maana kwamba kulikuwa na watu wengi eneo fulani ambalo walihusu watu kupita. Ni sawa ajibu, sawa. Nisikuchoshe, ni nikupe maana halisi ya msaniati pachipachi. Kwanza ni maneno ambayo ya, yapo kwenye, yameandaliwa na Baraza la Kiswahili BAKITA au kwenye kamusi za Kiswahili. Kwa watu wanaosoma Kiswahili kamusi zao zinakuwa na hayo maneno, lakini pachipachi pachi, lina maana ya ni eneo ambalo, ni, ni sehemu ya eneo ambalo limebaki kuja na neno moja la Kiswahili ambalo ni pachipachi. Sijui shaai kukutana na hili neno Hapana, ah, dada yangu sijawahi kutana na neno kama hilo Kiswahili nikipana ndio maana silijui, nambu nieleweshe, kwao kikutana na watu wana, wana, wana labda mtu anasema hizi eh, ndizi zi, ziko, ziko katika mazingira ya pachipachi, hautomwelewa kitu chochote, au hutaweza hata kufikiria ni nini kwenye eneo la ndizi. Mimi naweza nikaelewa labda ni na nini sehemu ambayo kuna uchafu kwangu mimi ninavyoelewa. Sasa sijaelewa linamaanisha nini, naomba unieleweshe. Sawa mrembo, pachipachi pachi. E, neno hili lina maana ya pachipachi, ni sehemu ni eneo la katikati ambayo, tuseme kama kwenye, kwenye nini kwenye ndizi kunakuwa na sehemu ambapo pamebanana. Kwa hiyo, eneo linajulikana kama patipati. Maji lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na hapa tumefikia mwisho wa kipengele chetu cha msamiati wa leo, na leo nilikuwa na msamiati patipati. Patipati. Patipati maana yake ni eneo lililo katikati ya vitu viwili vilivyobanana. Kabla ya kuhitimisha kipengele hichi, ningependa kukuachia sentensi inayosema ndizi huwa katika mkao wa patipati. Yuaidikto tulonge kidigitali. Langu jina siri ya kombe. Nami na kuacha na sentensi semayo Amina aliweka pochi yake kwenye pachipachi. Naam, na hiyo ndio maana halisi ya msemi eti pachipachi. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Ulikuwa nami Teresia Sharamila, asante na kwa heri.